Kwamba utamjuaje mtu ambaye anaenda kwa mparange. Hii kitu watu wengi sana wanapata tabu hmm. Hata niki wakati mwingine napata napata stori, napata kesi, naambiwa, naulizwa, lakini na kwa siwezi kujibu kwa sababu eh, najua ipo sehemu yake maharum, ya kuongea hiki kitu kwa wote, tukafaidika, wanajamii wote, wanadunia wote, wanadunia wenzangu, utamjuaje mtu ambaye anakwenda kwa mparange. Hii kitu wakaka wengi sana inawaumiza. Ila sidhani kama kwa wadada washai kujiulizaga, dada atakwambia ah, tamjuaje bwana, utamjua tu. Sio kumjua hivyo class class. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kukujuza tafadhali ambatana na mimi. Ah, mtu ambaye kwanza ukitaka kumjua anaoenda kwa mparange ana vitu hivi vitatu au viwili. Kwanza, mwanamke huyu hariziki. Utampelekea moto kisawasawa, utafanya kila kitu, mtoto wa kiume wewe ule ukamirika azungumza na wewe mwanaume rijali ule kamilika, unajijua kabisa, uko vizuri, una shida yoyote, lakini una mtu wako eh, anakwenda kwa mparange. Alafu wewe ujui, unataka kumjua sasa huyu anaenda au haendi. Kuna njia mbili ambazo mimi naenda kukuelekeza sasa hivi, au unaenda kukwambia kabisa live. Kama nyinyi kuna wanawake mnajua, mnaenda kwa mparange alafu wanaume zenu hawajui, au ma boyfriend zenu hawajui mimi majitilika leo, hawa wanaume zenu nawaambia ukweli, wajue. Hiyo sio kitu kizuri, ni bora mtu umwambie ukweli kuliko mtu haja ajue ye mwenyewe. Ndugu yangu, mwanamke mwenzangu, unaharibu kila kitu, yaani unaharibu kabisa. Yani bora useme, wasema ukweli, umweka mtu kuwa uhuru. Lakini pale unapoficha kitu alafu kuna mtu anakuja anajua ye mwenyewe, ndugu yangu, huyo ya mwanaume. Kuna mwanaume mwingine apendi. Apendi kabisa hicho kitu. Apendi na anachukia. Akijua hata kama alikuwa anataka kukuoa, alikuwa anataka kufanya kitu chochote kile, hawezi tena kukufanyia kwa sababu umeshindwa kuwa mkweli. Sasa wewe mwanaume ambaye wewe ujui, mwanamke wako anaenda kwa mparange au la. Kuna njia tatu ambazo mimi nakupa. Cha kwanza, huyo mwanamke katika mapenzi uaga anajishughulisha sana. Na ni anajishughulisha na staili ambayo anapenda yeye kuitumia mara nyingi ni kulala ubavu. Menelewa. Kustaili ile inaitwaje, ile ya staili gani nini, dog style, dog style is it, mbuzi kagoma e, mbuzi kagoma. Hiyo staili wadada waga unaipenda sana. Mdada ambaye anaenda kwa mparange, hiyo staili waga anapenda kuitumia, kwa sababu ile staili wakati mwingine kuna kukosea jamani. E, hata ukipita barabarani unaweza ukapotea njia ghafla, kulikuwa nataka kwenda huko, afu unashangaa unaenda huko afu unaenda huko, unakutana na mtu natamani ukutane na mtu muulize, bwana njia hii inatokea wapi? Hukutani hata na huyo mtu, unabaki unajigwaya gwaya, muda unaishia hapo. Kwa hiyo staili ya kwanza unayopenda wa dada ambao wanakwenda kwa mparange, nazungumza na mtoto wa kiume ambao unataka kujua mwanamke anaenda kwa mparange ana staili gani. Cha kwanza anapenda staili ya kuinama, cha pili anapenda staili ya ubavu, cha tatu anapenda uwe unamshika makalio yake, yani, uwe unamshika makalio yake. Alafu anapenda kukaa katika kiuno cha mwanaume, yani mwanaume wewe unakuwa juu, unakuwa chini, mwanamke anakuwa juu. Na ni mtu ambaye wakujituma sana, ni mtu ambaye yuko romantic sana. Katika hizo staili mbili zichunguze, yaani hata ukimwambia badilisha staili hii, ye anakwambia bibi, staili mimi ndo na enjoy nayo kwa nini staili ile anaenjoy nayo? Kwa sababu ndo staili rahisi kwake, hata kwenye kukosea njia, umeelewa? Ni rahisi sana kwake hiyo staili, kulala ubavu, kukalia juu wewe mwanaume na kuinama. Hizo ndo staili ambazo special kwa mtu ambaye anakwenda kwa mpalangi, na ukitaka kujua kama anaenda au haendi, hizo staili sasa. Huyo mwanamke mpelekee moto vizuri, kwa utaratibu, pole pole, usiwe na haraka naye, sio unataka kujua anaenda au aendi? Hizi hizi yaani simple sana, mpeleke staili ya kuinama mdogo mdogo, huku kuwa unaendelea na mambo mengine kama touching, romance, kiss ile see. Eh, amini kwamba mpenzi mtazamaji, mapenzi yanalewesha na kuna kipindi katika tendo mnafika mnalewa kabisa A, na, na, na, nafika hatua mnapotaka mmoja wapo anapata kufika kileleni, hata mtu atoke huko na fimbo aje awachape hivi, aisee, usikii maumivu, ila sasa ukishamaliza ndio maumivu unapata. Kwa hiyo uko unampeleka polepole pole, pole pole, ile staili usiimalize, kama umemwinamisha, usiimalizie hiyo staili ibadi, mbadilishe sasa. Ukishaona unambadilisha unambadilisha, katika mazingira gani? Unambadilisha katika mazingira ambayo tayari unaona labda anakaribia au tayari pombe ndo ishaanza, kama ni bia, mtu anaanza kulewa bia ya kwanza ya pili. Ile ya pili sasa ndo inaanza kidogo kupanda panda, hata maneno yanaanza kubadilika. Na badilisha staili, unamweka ubavu. Unamwekaje ubavu? Ngoja nikuelekeze, naongea na wewe mjomba, brother, mwanaume, kaka. Staili moja hivi, we mtoto wa kiume unalala chali. Ukishalala chali, mguu wako mmoja ukunje, menelewa, mguu wako mmoja unyooshe shanielewa. Alafu hinuka yule mtoto wa kike, mtoto wa kike mlaze ubavu kwao yule ule. Mtoto wa kike anakuja kama mkasi hivi, akishakuja kama mkasi hivi ina maana pale tayari mmeshakuwa hivi, mshanielewa. Saksala la ubavu, afu wesi umekuja umemweka, kwa hiyo mguu wako unakuwa juu ya mguu wake, kwao nakuwa kama pacha hivi ile inakuwa ni rahisi sana kumjua mwanamke huyu anaenda au aendi. Pale ndo akili netwoki, kila kitu zinapotea, alafu kiuno chake unakuwa unamkumbatia. Tafadhali mpenzi mtazamaji, nisikilize vizuri kwa makini, kwa uzuri kabisa, ili ujue mpenzi wako anaenda au aendi. Kwisha hapo, wewe usimpelekee moto kwa nguvu, mpelekee moto polepole, huku ukiwa unafanya kisi. Ukishaona anakaribia kabisa hiyo e, kisu siendelee nayo, maana anaweza akatoka na kipande cha ulimi. Ndugu yangu, mwamishe. Ukishamwamisha fanya kama unataka kumlaza chali, yani kama unataka kumlaza chali. Kwa hiyo mwanamume kama kitanda chako basi umebarikiwa. Mnamito unasogea kidogo, kama unakaa hivi kidogo, afu yule mwanamke, mwana mwana anakuja kwa juu, anakukumbatia kidogo, kukumbatia, jitahidi sana kumshika sehemu za ipsi kuna watu wameumbwa na ipsi, wengine hawana ipsi, lakini wewe usijali, angalia umemshika sehemu ambazo kwenye ipsi, mshike vizuri, alafu yale ma, yale ipsi zake au ile makali, unafanya kama unayabana hivi unayabana hivi. Ukisha yabana unatengeneza mbano kwake yeye, hapo sasa ndipo tunapokuja kwenye kilele. Kwa hiyo kama mwanamke anaenda atakushika vizuri, ata, ata fanya kitu ambacho hujawahi kuona ataregea. Yani, mwanamke ukishamshika kuna makalio ukiwa nayabana bana hivi unayabana hivi unayabana hivi unamtengenezia mwemko mwemko zaidi kwao. Kama anaenda mimi nachokwambia atashindwa tu kuvumilia atashika. Ukiona anashika mkono wake mkono wake anaushusha anaupeleka chini kuwa makini sana. Hata kama unajua nini unachotaka kufanyika, jifanye kama hujui, wewe uko busy na mwili wake, kumtachitachi, kumkisikisiki nini. Hasa kuna mabusu ya shingo. Mwanamke akiwa anakaribia katika kilele, huaga anapenda sana kupiga mabusu ya shingo, na anaona wanaume wengi sana wanapenda kumpiga mwanamke busu la shingo. Unampiga kisi ya shingo, unamfanyia kisi hivyo kwa yule mwanamke, kama anaenda, kwa sababu tayari kashafika katika ulevi. Hakuna kitu kibaya kama ulevi wa mapenzi, mtu unalewa akili na hama kabisa, mtu anapiga sauti, na ile sauti hakuna mapenzi M Ndugu mtazamaji, uwaga haifanani na kitu chochote. Mtu akishamaliza pale mwambie hivi, hebu hebu, naomba ile sauti kama hapo ulikuwa unaitoa. Hawezi, hawezi kwa sababu ni kitu ambacho kiko automatic na kitu ambacho kipo hivyo, yaani huwezi kukieti, huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo atachukua ume wako, atajifanya kama vile anautoa, akija utoa atautelezesha kwa sababu tayari mwili umeshafanyaje, je umesharegea. Atapeleka nyuma mapapa, wewe jifanye kama wewe ujui chochote, msikilizie akishaipeleka anajifanya kusizi, akishasizi, yani anakuwa kama anakusikilizia, anaenda mdogo mdogo. Nakuta mwanamke mwingine, mashallah, kiuno anakizungusha vizuri. Jamani, wanawake kukatika kukatika sana, sio ndo vile mwanamume unampagawisha. Hapana, ile kile kiuno kinakujaga kinyewe pale pale, wakati mwanamke Anapo, anapokaribia kufika kileleni, kile kiuno kinakuja kenyewe kenyewe, kwa unakuta sasa, kisha ingiza tayari, anaanza kutoa vile viuno vyake, yani viuno vinakuja, vinakuja. Alafu sasa wewe usimpelekee kwa nguvu, hata kama unahisi kapeleka sehemu tofauti, usimpelekee kwa nguvu. Wewe mpelekee tu vile vile vile vile, mwisho wa siku utakuta inaingia yote Nikishaingia yote anakukamata hivi. Akishakukamata hivi, amaanishi kwamba anasikia raha anavyofanya vile, anamaanisha kwamba kukutengenezea kitu, wewe usisikie chochote kuhusu kule nyuma, lakini laza ya kule nyuma ni tofauti na huku. Kuna mabadiliko tu utayaona: mibano, joto joto kali, mbano unazidi, mvuto unazidi, mwanamke zile spidi zinazidi, yani unaona analegea kabisa Ukishaona joto limeongezeka mbano, basi jitahidi, kama unachukua mkono wako sasa, unampelekea huku huku chini kwenye maumbile yake ya kiwanamke, uone kama ipo aipo. Na ukishaona unapeleka mkono afu yeye anakataa kama design, unaona kama vipi, nasikia siyo nini na kusemesha, ujue hiyo ngoma ipo kule. Kwa hiyo msikilizie, itatoka, ila akishamaliza atawahi ile anapokaribia tu kumaliza anawahi kuitoa, anaweka mbele. Akishaweka mbele, nawe mpelekee tu moto, mpelekee tu moto huku. Utaona kuna tofauti kule, kuna tofauti tofauti. Wa kule mbana, wa kule una joto kali na unabana, unakuwa kama unavuta joto lake linachoma. Huku mbele joto lake ni la kawaida, lakini mbano wake ni wa kuteleza, sio wa kufinya hivi. Ushanielewa eh? Kwa ukiona mfano sasa, mwanamke na naye ni mjanja, akishatoka huko, akishaileta huku, anafanya kuifinyia kwa ndani hivi, anaifinyia kwa ndani hivi ili usielewe kitu. Ukiona naifinya kwa ndani ujue kabisa. Hizo ndo dalili za mwanamke ambaye anakwenda kwa mpalange live bila chenga. Kwa hiyo sasa kaka zangu, kuweni makini na ukishakutana na mwanamke namna hiyo, ambaye anaenda, alafu akwambie, huyo sio mwanamke mzuri, huyo sio mtu mzuri, ni shetwani, ni nuksi, menelewa, ni nuksa, ni mkosi, kwa sababu wewe hicho kitu ukipendi, hakipo katika akili yako, lakini ulikifanya. Kwa baadaye atakuuliza kauli moja, naomba ukumbuke, ndugu mtazamaji, atakwambia, bibi mimi nimeenjoy, ndugu asante bibi, nasikumbuki mimi nimeenjoy kama leo, yaani bibi Ataanza kuongea maneno yote, ka kimya, msikilize, ataongea kila kitu, muulize, point kuu ni nini? Mmeenjoy? Yeah, nimeenjoy sana. Sasa kumbuka historia yake ya nyuma, wakati mkwa mnafanya je, anasemaga hivyo na anakuaga hivyo? Kwa hiyo kumbuka na hayo maneno ambayo anakwambia, kuna utofauti. Mbona sifa za nyuma na za leo mbona ni tofauti? Kwa ukishagundua kuna utofauti juu, mbayo mwanamke anaenda wewe mwanamke anaenda bila shida, na kama na wewe unaona upendi chokitendo, mwambie ukweli. Usiende kumtangaza kwa mtu, usimtangaze kwa rafiki yako, usimseme moyoni, mwambie sikiliza, najua hii ndo starehe yako, lakini mimi binafsi sipendi kufanya chokitendo, kwa hiyo utanisamehe. Usije ukashindwa kuacha kumwambia kwa sababu unataka yeye arizike Kumbuka unabeba dhambi, kumbuka unakaribisha ushetwani, nuksi, mikosi, na ukiwa bado wewe angali mtu mwenye nguvu, unapambana, unapambania kombe la kuendelea kuishi hapa duniani. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo ni vya kumwambia ukweli usimfanyie, kwa sababu nataka kumridhisha. Umemwona yeye kapenda? Hapana, mwambie ukweli, mimi sipendi hicho kitendo, tafadhali. Kwa hiyo kama unapenda, tafadhali tafuta mtu mwingine, mimi siwezi. Kama mtu ambaye unajitambua na unampenda mwenzi wako kwa hiyo kama na yeye alikuwa amefanya ame, kwa sababu alishafanywa huko, afu akaweka kitu kama kimeadapti kime katika akili, basi ataachana na wewe. Lakini kama alifanya tu mara moja akanogewaga, basi atakwambia ata, ata, samahani sitorudia tena, basi maisha yataendelea. Hizo ndio njia za kumjua mwanamke anaenda kwa mpalange.